Na hizi ni dalili kumi ambazo zitaenda kukuonyesha kwamba kuna mambo makubwa sana yanaenda kutokea maishani mwako. Ila kabla hujaanza kuzifahamu dalili hizi za umuhimu maishani mwako, naomba ubonyeze alama ya subscribe button hapo chini ili nifahamu kama tupo pamoja katika safari ya mabadiliko maishani. Sasa tuanze. Moja. mitihani kuongezeka. Kuna kipindi unajiuliza kwa nini changamoto zimeanza kuja mfululizo bila kupumzika? Tatizo moja halijaisha, jingine linaanza. Unajaribu kusimama, lakini maisha yanaendelea kukusukuma. Mara nyingi, hii haimaanishi umeshindwa, bali kuna kitu kinabadilika ndani yako. Mungu anapokutayarisha kwa hatua kubwa, huanza kukuondoa kwenye hali ya kawaida. Anakuvunja pale ulipokuwa umezoea ili akujenge upya kwa kiwango kingine. Ndiyo maana unaona presha, maumivu na maswali mengi. Siyo kila changamoto ni adhabu, zingine ni maandalizi. Mitihani inapoongezeka inajenga uvumilivu, nidhamu na nguvu ya ndani. Kwa hiyo badala ya kuuliza kwa nini mimi, jiulize ninatayarishwa kuwa nani? Maana kabla ya kuinuliwa lazima ufinywe kwanza. Mbili, milango kufungwa. Kuna kipindi unajiuliza kwa nini mambo niliyoyategemea hayafanikiwi tena. Kitu ulichokuwa unaamini kitafanikiwa ghafla kinakwama. Unajaribu mara moja mara mbili, lakini kila mlango unafungwa. Ukweli ni huu, si kila mlango unaofungwa ni hasara. Wakati mwingine Mungu hufunga kile ulichokizoea ili usiendelee mahali ambapo usingekuwa. Anakunyima kwa muda kile unachotaka ili akulinde na kile ambacho kingekuvunja baadaye. Milango hufungwa ili kukuondoa kwenye njia ndogo na kukuandaa kwa mlango mkubwa zaidi. Ndiyo maana unaumia, unachanganyikiwa na unaanza kujiuliza maswali. Lakini kumbuka, kama mlango umefungwa bila sababu ya wazi, huenda haukufungwa kukuzuia, bali kukuongoza. Maana mara nyingi Mungu hufunga mlango mmoja ili akuonyeshe njia ambayo hukuwahi kuiona. Tatu, watu kujitenga na wewe. Kuna wakati unajiuliza kwa nini watu niliokuwa karibu nao wameanza kunitoka? Mlioanza pamoja mliozungumza kila siku, ghafla hawapo tena. Wengine wanakupunguza, wengine wananyamaza, na wengine wanaondoka kabisa. Ukweli ni huu, si kila anayekutoka amekutakia mabaya. Wakati mwingine watu hujitenga kwa sababu hawalingani tena na hatua unayoelekea Unapokuwa mwelekeo wako hubadilika, na si kila mtu anaweza kukufuata. Mungu huondoa baadhi ya watu, si kukuumiza, bali kukulinda. Anakutenga ili usitegemee watu kuliko kusimama kwenye kusudi lako. Ndiyo maana inauma, maana walikuwa sehemu ya maisha yako, lakini kumbuka, aliye kutoka hakuwa sehemu ya safari inayofuata, maana mara nyingi kabla ya kuinuliwa lazima ubaki na wachache ili uelewe nguvu yako mwenyewe. Nne, upweke kuongezeka. Kuna wakati unajiuliza kwa nini watu niliokuwa karibu nao wameanza kunitoka, mlioanza pamoja, mliozungumza kila siku, ghafla hawapo tena. Wengine wanakupunguza, wengine wananyamaza na wengine wanaondoka kabisa. Ukweli ni huu, si kila anayekutoka amekutakia mabaya. Wakati mwingine watu hujitenga kwa sababu hawalingani tena na hatua unayoelekea unapokuwa. Mwelekeo wako hubadilika, na si kila mtu anaweza kukufuata. Mungu huondoa baadhi ya watu, si kukuumiza, bali kukulinda. Anakutenga ili usitegemee watu kuliko kusimama kwenye kusudi lako. Ndiyo maana inauma, maana walikuwa sehemu ya maisha yako. Lakini kumbuka, aliye kutoka hakuwa sehemu ya safari inayofuata. Maana mara nyingi kabla ya kuinuliwa, lazima ubaki na wachache ili uelewe nguvu yako mwenyewe. Tano, msukumo wa kubadilika. kuna wakati unajiuliza, kwa nini ghafla nahisi nataka kubadilisha maisha yangu? kile ulichokuwa unafanya zamani hakiridhishi tena. Mambo yale yale, marafiki wale wale, hata ndoto zile zile vinaanza kukuacha mtupu. Ndani yako kuna msukumo usioelezeka unaokuambia hii siyo mwisho wako. Ukweli ni huu: msukumo wa kubadilika hauji bure, unakuja pale ambapo umefikia kikomo cha toleo lako la zamani. Mungu anakufanya ukose raha mahali ulipo ili uanze kusonga mbele Anakufanya uanze kuona mbali zaidi ya ulipo sasa. Ndiyo maana unahisi hamu ya kujifunza, kujirekebisha na kuacha tabia ulizozoea. Sio kwamba maisha yako yalikuwa mabaya, bali hayatoshi tena kwa hatua inayokuja. Msukumo huu si wa bahati mbaya, ni mwito wa ndani wa kukuandaa kwa kiwango kingine. Maana kama usingekuwa tayari kubadilika, usingehisi hii kiu. Sita. Nidhamu kuanza kujijenga. Kuna wakati unajiuliza kwa nini sasa nachukia uzembe niliyokuwa nao zamani? Unapoangalia nyuma, unashangaa jinsi ulivyokuwa ukiruhusu muda upotee, kazi zisikamilike na ndoto zako kupotea. Ukweli ni huu, nidhamu inayojitokeza sasa ni ishara ya ukuaji wako. Mungu anakufundisha kuthubutu, kupanga na kufanya kazi kwa makini. Anakufanya uone thamani ya kila dakika na kila jitihada. Uzembe wa zamani haukufanya uonekane mbaya, bali ulikuweka kwenye hatua ndogo. Sasa wakati umechaguliwa kuongezeka, unakosa uvumilivu kwa tabia zile zile. Sio adhabu, bali mwongozo wa ndani. Ikiwa unataka kufanikisha hatua kubwa, lazima uendelee kwa nidhamu mpya. Ni wakati wa kubadilisha tabia nidhamu hii inakuandaa kuwa mtu mpya tayari kwa hatua inayofuata. Saba, mawazo kubadilika ghafla. Kuna wakati unajiuliza kwa nini vitu vilivyonifurahisha zamani havinivutii tena, mambo unayopenda, shughuli uliozoea, hata marafiki waliokuwa karibu, ghafla havikufurahishi. Ukweli ni huu, mawazo yanabadilika ghafla pale unapokuwa ndani yako Mungu anakufundisha kutokuwa tegemezi kwenye vitu vya zamani. Anakufanya uone thamani halisi ya kile unachotaka kweli. Vile ulivyofurahia zamani havina nafasi kwenye safari mpya unayoelekea. Ukiona mzigo, uchovu au kutoridhika, usidhani ni kipingamizi; ni dalili ya ukuaji wako wa ndani, ni mwongozo. Wakati mawazo yanabadilika moyo unaelekea kwenye kile kinachokuandaa kwa hatua kubwa. Hivyo usiogope kubadilika, bali kimbilia kuelewa ni nini kinachokufanya ufurahie kweli. Sasa, nane. Amani ya ndani bila sababu ya wazi. Kuna wakati unajiuliza kwa nini najisikia mtulivu hata katikati ya matatizo. Dunia inakuzunguka, changamoto zipo kila kona lakini ndani yako kuna utulivu usioelezeka. Ukweli ni huu: amani ya ndani huanza pale unapokuwa tayari kwa hatua mpya. Mungu anakupa utulivu huu si kwa sababu matatizo yameisha, bali ili ukae imara katikati ya msukosuko. Ni ishara kwamba moyo wako unaelekea kwenye mabadiliko makubwa, na huwezi kushikamana na hofu au shaka zile zile. Hii amani inaonyesha kuwa uko tayari kuamini, tayari kubadilika, na tayari kufanikisha kile kilicho mbele yako. Ni mwongozo wa ndani. Kama unajua kukaa mtulivu wakati wa dhoruba, utadumu na kushinda pale hatua kubwa inapofika. Tisa. kuondolewa kwenye mazingira ya zamani. Kuna wakati unajiuliza kwa nini nimejitenga au ninalazimishwa kuacha mazingira niliyoyazoea? Watu, kazi au mahali ulipozoea ghafla vinabadilika au vinaondoka. Ukweli ni huu: kuondolewa kwenye mazingira ya zamani si adhabu, bali mwongozo wa Mungu anakufanya uondoke pale ambapo hauwezi kukua, ili uelekeze nguvu na wakati wako kwenye hatua inayofuata. Muda mwingine mazingira yako ya zamani hakuwa yanalingana na ukuaji wako unaokuja. Ni changamoto lakini pia ni fursa. Kila mlango unaofungua, kila mahali unapoondoka, ni sehemu ya maandalizi ya kuwa mtu mpya mwenye uwezo wa kukabiliana na baraka kubwa zinazokuja. Kumi. Kiu ya dua au maombi kuongezeka. Kuna wakati unajiuliza kwa nini moyo wangu sasa unamtafuta Mungu zaidi kuliko mwanzo? Unahisi haja kubwa ya kuomba, kuelekeza mawazo na kutafuta mwongozo. Ukweli ni huu. Kiroho kinakuwa pale unapokuwa tayari kwa baraka kubwa. Mungu anakufanya utafute msaada wake zaidi si kwa sababu ulikosa, bali ili ukae tayari kwa hatua inayofuata. Kiu hii ya dua ni ishara ya ukuaji wako wa ndani. Ni mwongozo wa roho unaokuonyesha kuwa unahitaji nguvu, hekima na mwongozo zaidi. Wakati moyo unapopata tamaa ya kumtafuta Mungu, huwezi tena kutegemea maisha kama zamani. Ni mwongozo wa ndani unaokuandaa kwa baraka na fursa kubwa zinazokuja. Natumai mpaka kufikia hapa utakuwa umepata funzo la umuhimu sana ambayo litakuongoza maishani. Sasa Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Mwanga wa Jamii ili uweze kupata mafunzo muhimu sana maishani. Tukutane katika video inayofuata ya mafanikio zaidi.